Viongozi wa Young Africans wakiwa wanatoka katika uwanja wa KMC. Yuko hapa Alex Ngai mjumbe, lakini pia yuko hapa Arafat Haji ambaye ni mlezi wa Yanga Princess akiwa anatoka hapa. Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak. Ni vice wa Young Africans huyo Arafat Haji akiwa anaondoka hapa katika uwanja wa KMC, mara baada ya Young Princess kufanikiwa kuondoka na ushindi wa goli moja kwa sifuri leo hii, ambayo ilikuwa ni dabi ya Simba Queens na Yanga Princess. Sawa ni Vice ndo anaondoka namna hiyo, mara baada ya mchezo kutamatika, yeye akiwa mlezi kwa Yanga Princess wafanikiwa kumfunga uh, Simba Queens leo hii katika uwanja wa KMC Kiyosawa.